Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, mimi binafsi kwa niaba yako sasa nikupongeze kwa kusimamia miradi hii yote ya serikali, niwapongeze Mheshimiwa DC kwa ngazi ya wilaya, lakini niwapongeze pia wasimamizi wa mradi. Mwalimu, nikupongeze sana sana sana kwa kuhakikisha mradi wetu huu unakwenda vizuri, na tunaambiwa unaisha hidi mwezi wa tano utakuwa umekamilika akga eh. Sisi tuwapongeze na tuendelee kusisitiza kwamba wanasema wasikuma value for money. Kila mtu amesema hapa ameiona, ni ile milioni mia tatu hiyo kisha tumika ya mwanzo ameiona, na hii ndio baki mia mbili anaiona kabisa, itaenda kufanya kazi gani? Basi muendelee kwa wazalendo na kusimamia vizuri miradi hii, kwa sababu mama anataka watoto wake wajukuu zake wasome mahali pazuri na wasiwe na changamoto yoyote. Nimpongeze mwalimu kwa kazi nzuri sana umeifanya katika ujenzi wa usimamizi katika shule hii na ile shule nyingine ya amali. Kurugenzi, watu kama hawa ndio wakuwapa promotion, wanafanya kazi ambayo inaonekana. Na fikiri kamati ya siasa jana, mnakumbuka Busega wametumia milioni 370 pale Veta. Lakini ni yani, sehemu ambayo inaudhi Yeah, inaudhi na inatia kichefuchefu yeah. Sawa, yeah, lakini hapa unaangalia kuna majengo moja mbili tatu nne tano sita saba nane karibia tisa kumi, na imetumika mia tatu sabini na nane na vyoo viko pale nyuma. Kwa hiyo nadhani sisi kama watumishi wa umma kila mmoja atimize wajibu wake ili kuepuka kufokeana, kusemana na baadaye kutengeneza vikundi vya majungu majungu huko pembeni kwamba fulani ni mnoko, fulani ni hivi Bc ni kupongeze, kazi hapa ni nzuri. kupongeze hali, hongera sana, kazi hapa ni nzuri pale kwenye ukweli. Lazima tuseme nini kwe, tuseme ukweli moyo wangu mimi, katibu, na kwa kuwa chama mmeona na mmesema, sisi kama viongozi wa serikali tunawashukuru sana, na niombe mkuu wa shule mpande miti sasa, sio mpaka shule ishe. Sasa hivi mvua zinanyesha, pandeni miti mnapokamilisha, na miti inakuwa inafanya nini inakuwa zaidi. Lakini tuwapongeze mafundi waliojenga hapa, wanajenga vizuri sana. Ni vijana wa hapa kwetu, ina ina mgini, wilaya, na inapotokea miradi mingine mheshimiwa mkuu wa wilaya, nadhani mwazingatie na kuwapa kipaumbele vijana hawa, kwa sababu huu ni uzalendo wa hali ya juu. Yani, miradi kama hii sisi ambao tumekagua miradi ya nchi hii tunaelewa nini ambacho kimefanyika hapa. Kazi ni nzuri, hongereni sana wilaya Bariadi.